ACT Wazalendo, ha watu watu, mnaniangusha eh. ACT Wazalendo wa shusha tanga safari, mimi na Zanzibar, Zanzibar na mimi Ha, tujipongezeni. Ndugu mwenyekiti wa chama taifa, ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais na insha allah tukijaaliwa, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, ndugu Othman Masudi Othman, ndugu makamu mwenyekiti wa chama chetu, ndugu Ismail Jusaladu, mwenyekiti wa chama mkoa wa kaskazini a, mama yetu mpendwa mama Zainab, wajumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu, ndugu zetu wajumbe wa baraza la wawakilishi, ndugu zetu viongozi wa chama ngazi mbalimbali mbali, wanachama wenzangu, itifaki na izingatia. Assalamu alaikum. Nimetakiwa nisalimie kwa sababu ya muda, nami nitafanya hivyo. Nitakuwa na salamu mbili. Salamu yangu ya kwanza ni kwamba leo tarehe 18 mwezi wa tano ni siku ambayo mwenyekiti wetu ndugu Othman Masudi Othman yupo katika kisiwa hichi cha Tumbatu tangu asubuhi mpaka alasiri hii. Kwa hiyo siku ya leo ni siku ya Tumbatu. Tujipongezeni na ziara hii inatokana na kitendo chake cha kuchukua fomu. Nakumbuka kwamba tarehe kumi na tatu mwezi uliopita alichukua fomu ya kugombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha ACT Wazalendo, na siku ya tarehe kumi na sita alirejesha fomu. Anachosubiri sasa ni kupata ridhaa rasmi za chama kuwa ni mgombea rasmi wa chama chetu na ni mgombea wa Wazanzibari ambaye wa atainusuru Zanzibar ya Oktoba tukijaliwa. Sasa tangu achukue fomu na kurejesha fomu, maana yake ni kwamba ameanza sasa safari rasmi ya kugombea na hatimaye kuchukua urais. Tangu alipomaliza kitendo hicho, hii ni ziara yake ya kwanza ya bandika bandua katika kisiwa cha Unguja, na akaamua kwamba hakuenda popote isipokuwa safari yake kaianza katika kisiwa cha Tumbatu ambacho kipo katika mkoa wa Kaskazini, na Kaskazini ndio kibla osio. Kwa hiyo leo kaja kibla kuanza safari yake, na Mtume wetu Muhammad alisema kwamba safari, mguu wa kuondokea, mguu wa kuondokea. Kwa hiyo mguu wa kuondokea Mtume kauombea, sio? kwa hiyo na leo kaja kuondosha mguu wake hapa kukanyaga kisiwa hichi, na ataanza hatua moja kuelekea Oktoba katika kisiwa hichi. Tumpongezeni, tumtakieni dua. Na Watumbatu, kwa historia yenu, na kuombeni sana mumpe radhi zenu na mumtakie dua katika safari hii. Oktoba awe ndio rais wetu, akinusuru ainusuru Zanzibar ayanusuru maisha yetu yanayoendelea kuteketezwa na Chama cha Mapinduzi katika miaka yote iliyopita. Kwa hiyo tuko tayari kumwunga mkono, na dua za Watumbatu mara nyingi huwa ni kubuli, sio haya. Tumwonyosheni mkono kwamba Watumbatu wana radhi zako. Mwenyekiti, salamu ya kwanza ni hiyo. Asanteni sana. Salamu ya pili, tukijaliwa, tarehe ishirini na nne mpaka tarehe thelathini mwezi huu, leo ikiwa tarehe ngapi? Leo tarehe kumi na nane. Tarehe ishirini na nne mpaka tarehe thelathini tume ya uchaguzi ya Zanzibar itaweka wazi na itabandika majina ya wale wote waliosajiliwa katika daftari hili lililopita. Sasa ombi letu kama chama, kwa sababu tunajua na tuna taarifa kwamba kuna hujuma nyingi ambazo zinafanywa kwa wale ambao waliandikishwa katika msimu huu, kuna watu waliandikishwa mtu mmoja, watu wengi waliandikishwa kwa risiti moja, na tuna taarifa kwamba baadhi ya watu waliosajiliwa hasa wale wanaodhaniwa kwamba ni wa, wanachama wa siti wa, Wazalendo majina yao yatakatwa, hayatobandikwa. Tunachokuombeni wanachama na wapenzi wote, ikifika tarehe ishirini na nne mwezi huu kila mmoja ahakikishe kwamba anakwenda katika kituo cha uchaguzi kuangalia jina lake na kuangalia jina la familia, majina ya familia zake, tunafahamiana kwa sababu kuna hiyo njama tunayohisi ipo. Na katika hili, tunataka leo tutumie fursa ya kuilani sana tume ya uchaguzi, kwa sababu hii tume ya uchaguzi bado haijakaa sawa hii wanakitumikia na wanatumikishwa na Chama cha Mapinduzi. Tunajua Pemba walivyoandikishwa kule Pemba, madole wengi waliokwenda waliambiwa madole hayasomi, na kwa maana hiyo tumechukua orodha za watu zaidi ya mia saba ambayo wana vitambulisho, lakini madole haya kusoma sisi kama chama tunalisimamia hilo na kuhakikisha kwamba watu wote wale wanarudi wanaandikishwa kupata haki yao lakini kwa upande wa Unguja, kilichofanyikana nini? Ikiwepo na pamoja na Tumbatu na kaskazini yeye kwa ujumla, kuna wageni wengi waliandikishwa ambao hawastahiki kuwemo katika daftari. Kuna watu ambao walipaswa waandikishwe, walikuwa na haki ya kuandikishwa, walinyimwa kwa kukoseshwa ZNID, lakini kuna watu walikuja na boti ya asubuhi, mchana, wakaandikishwa na hawana chochote. Maana yake ni kwamba katika daftari kumeingizwa mapandikizi mengi sana, watu ambao hawana haki. Kwa mujibu wa sheria, mtu anapoandikishwa na anapokwenda akajiandikisha na akaandikishwa na akawa hana sifa ya kuandikishwa, hilo ni kosa. Kwa mujibu wa sheria, hilo ni kosa la jinai kwa mujibu wa sheria. Na tulitaka tutumie fursa hii ya kupachikwa da kwa daftari ili tuwaekee pingamizi lakini namna tume hii ilivyokuwa kwa kweli haina uadilifu. Tume ambayo inatumiliwa na chama cha mapinduzi wameweka sharti gumu sana la kumwekea mtu ambaye hahusiki kumtoa katika daftari. Wanamtaka kila atakaeweka pingamizi ya kumpinga mtu kwamba huyu hastahiki atolewe katika daftari, wameweka sharti kwamba mtu yule alipie shilingi elfu hamsini. Wasema huo ni uhuni mkubwa sana unaofanywa na tume ya uchaguzi. Mtu ambaye anamfichua mwizi, mtu ambaye anamfichua jambazi, leo badala ya kumtunuku leo ataka kumtolesha elfu hamsini ili kumbainisha mwizi. Sasa ni akili za wapi? Na ndivyo tunavyoambiwa, chama cha Mapinduzi kwa kweli hakitonyooka wala hakitoongoka mpaka kiondoke, tukijaliwa Oktoba kwa hivyo kitendo hichi kinachofanywa na kinachofanywa na tume ya uchaguzi kuwataka wanaowapinga, wanaotaka watolee watu ambao kwa kweli hawastahili kuwemo daftari, ili mtu huyo atoleshe atoleshe shilingi elfu hamsini ni kitendo ambacho chama cha ACT Wazalendo hatukubaliani nacho, na lazima chama chetu kitahakikisha kwamba kinachukua hatua zote zinazofaa kuhakikisha kwamba tunapingana na hilo na kuhakikisha kwamba wale wote ambao hawastahiki kuwemo ndani ya daftari lazima watoke, kabla tukijalo hatujafika kwenye uchaguzi. Tunakubaliana katika hilo, tunakubaliana katika hilo, tunakubaliana katika hilo. Tuna, kwa hiyo katika hili tunasema watu wote walioandikishwa katika usajili uliopita wote, siku ya tarehe 24 waripoti vituoni kwenda kuangalia majina yao, lakini pia na wale ambao wamejiingiza katika daftari kinyume na utaratibu kama chama tunahakikisha kwamba tunachukua hatua kuona kwamba wote wanatolewa katika daftari na daftari linasafishwa, ili tukifika kwenye uchaguzi tunakuwa na daftari lililosafi, daftari ambalo kwa kweli hatuna shaka na hatuna wasiwasi. Wote sisi vyovyote wanavyotaka mwaka huu, na sisi tuko tayari. Vyovyote wanavyotaka na sisi ACT Wazalendo, mwaka huu tuko tayari. Wakitaka ngusupu, tuko tayari wakitaka amani, ndio wahubiri wakubwa wa wa amani, lakini ili mradi Oktoba, tukijaliwa, chuma cha pua, Osman Masud Othman anasimama kuwa rais na ndiye mkombozi wa visiwa hivi vya Zanzibar, tukijaliwa